Yo, mambo vipi bana? Paona pa boda hapa. Pale ndo boda pale, upande ule wa juu unaona matraki yamesimama kule Zambia. Ukivuka kikigeti cha katikati, unakuja upande wa pili huku, kuna truck zinaingia ndani hapo Tanzania. Maisha ya boda boda ndio yako hivi. Kule juu Zambia kule malori amejipanga kule Yeah. Kama kawaida magari mengine yanasubiria kusafiri kwenye za watu walipo oda magari yao bana. Zambia pazuri, yeah. Tumepita kimtindo, boda yao imekaa vizuri, umejipangilia, lakini upande wa Tanzania bwana, da ah, tuko vuru vuru rafiki yangu yeah, ovyo ovyo. Kwa hiyo sio kasema e, boda jamani, pakoje? Boda ndo pako kama hivi pako busy tu, malori yanapenya, yale yanaondoka zake upande wa juu kule shua yanasepa, okay. vigorofa vipo, watu wanaishi, kazi inaendelea, watu hmm. wanapiga mshemishi tu kama kawaida kuu upande wa Tanzania kule, upande wa Zambia hmm. na magari yote yakitoka boda yetu hapo, yanapita hapa chini barabara hiyo, alafu yanaenda zao za Mbeya so, yep. kama uko zako nyumbani huko unaanza, bwana nikisafiri boda nikifika, sio itakuaje, hamna boda, bako fresh tu kama hivi. kuna boda nyingine ziko polini, kuna boda nyingine ziko mjini, kwa hiyo nategemea na boda gani unapita so, tutoke majumbani huko t tukatafute riziki mbele kwa mbele so, kila siku unabaki home tu